Kitu kingine cha mwisho nasema, nimefurahi kijana sasa hivi anarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafanya ibada na anaswali na anaoa, ana mke wa pili. Unafahamu hilo? Hujafahamu hilo? Ana mke wa pili anaitwa Alia, anamfahamu, ni mkweo yule wa pili. Na yule bibi mkubwa yule, naona alimindi sana kamabobo kule lakini sasa hamna namna, kashakuwa nime yule. Diamond anaruhusiwa hadi wake wanne, na uwezo uwezo nao kiranga. Hebu hebu tulia, kula maisha na mumeo, acha kuleta nuksi na tabu na shida. Mume ana uwezo, ana pesa, ana kila, ana umaarufu. Wewe ukakaa ukatulia, ukala maisha yako, utaki unataka kiwe chako tu. Kama sio uroho na urafi na uroho mbaya, ni nini hiyo? Na ulikuwa unakaa naye yeah. Aliya mbona kavumilia bwana, bwana. Yeah. bwana. Yeah. Nyumba moja. Eh? Na lakini ktshwaaoanenoma maskini ni mke. Allah aidumishe ndoa yenu. Allah awape maisha marefu. Huyu ndio baba mkwe wako hata kisirisiri tu jamani, mumpenyezesheni tafadhali, hata kwa sirisiri mpate baraka na za za, za, za wazazi Sala. kwa sababu unaweza ukamkana huyu kama si mzazi wako, kumbe Allah anajua huyu ni mzazi wako kweli, alafu ikae imekusababishia laana kwa Mwenyezi Mungu na hapa duniani, lakini tufanye si mzazi wako, ukamtendea mema, ukamtendea mema, ukamtendea mema alafu siku ya kiamo kukuta kumbe kumbe ni mzazi wako ukawa umemtendea mema mzazi wako. Tufanye hivyo jamani, mi nimekuja tu kwa mapenzi kwa sababu ya kusuluhisha na kurudisha. Mzee ana haki, mtoto anauma, mtoto anauma sana, sana, sana. mtoto anauma mzee amesema hapa mwenyewe kwamba amemtoa hospitali, amemfanyia arobaini, kamfanyia haki, hakiki hakiki kasoma maulidi Bwana, ume bwana umefanyia mambo makubwa ya Kiislamu bwana, umefanya mambo makubwa ya Kiislamu bwana. Mzee akakuangalia bwana, okay. Inshallah tuombe heri. Kuna chochote cha Abi Kubanga, anaitwa Abi Kubanga, kuna chochote chanyuma ya kamera? Kuna chochote cha kuongeza ya hakuna? Ile point ya msingi ndio kama hivyo tu bwana, wasameane kwa sababu tunajua tumeoa tunaishi na wanawake ya kwa kuna mambo mengine kama mtoto wa kiume sio kumsikiza sana mama kwa kila kitu ana 100% hapana. Kuna vitu vingine wewe unatakiwa react kama mwanaume tu. Umeshaelewa? Kwa sababu na wewe pia una watoto na huwezi jua hao watoto wako wakikua wataambiwaje kuhusu wewe. Kwa hiyo point ya msingi ni kumsaidia tu mzee wake. Kweli eh. Yeah. Yeah. Hata yeye sio kwamba watoto wake wote iko nao sawa. Sisi tunaona. Kuna yule mtoto ambaye amezaa naye ile na na na yule jamaa ambaye alizaa na mshikaji wa media yule Mobeto sio? yule yeah. Eh, mtoto mpaka hivi kama sasa kama kizungumkuti hivi. Anafanana yeah. Yeah. La, eh, wanafanana, na wanafanana kabisa ni mwanaye ingawa ni mwanaye. Lakini mtume sasa anasemaje? alwaladu lilfirashi wa lilahiri hajarun. Mtoto ni wa mwenye kitanda. So, so. Yaani, ikiwa mimi naishi na mke wangu so, so, alafu mke wangu akachepuka labda kwa mfano akachepuka akapata mimba akazaa mtoto, lakini anaishi na mimi bado, hukumu yanipa yule mtoto ni wangu mimi s so, mimi ndio okay, mwenye kitanda. Alafu yule mzinifu yake ni mawe, apigwe mawe mpaka afe, okay. Alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa mwenye kitanda. mm -hmm. Namusoma. <laughs> Mwenyezi Mungu atakuletea mwanao. Wallahi, Mungu atakuletea mwanao, Mungu atakuletea mwanao, omba dua Amen, omba dua Amen. Najua una machungu makubwa sana na Ma... unatamani mengi sana yangekuwa, yaani kama hii i... situation ingekuwa ni ndoto, lakini Allah atakufanyia wepesi, insha Allah. Shukrani. Asalamu alaykum, wa alaykum salaam.